So ebu vijana kutoka Kenya ama watu kutoka 254, naomba tukuje kwenye mkutano mdogo sana hapa. Tujiulize baadhi ya maswali ambayo yamekuwa kanganyifu kwa sasa. Tunajua kabisa kwamba nchi ya Kenya ya 254 imepatwa na janga la uongozi ambao ni mbovu, ambapo asilimia tisaini ya wananchi wa Kenya sahihi wanajutia kwa nini waliweza kumchagua yule rais ambaye yuko kwenye uongozi sahihi, ambapo wamembandika majina chungu nzima kutoka Zakayo Kasongo mpaka majina mengine ambayo hatuwezi tukayataja hapa kwa sababu yamejaa matusi ambayo ni William Samoe Ruto, ambapo saa hii kiukweli kabisa kunao watu wengi sana ambao wamejitokeza na kutoa azma yao ya kusema kwamba wanatarajia mwaka endapo utafika wa elfu mbili ishirini na saba ambapo Kenya itakuwa kwenye katiba yake inaruhusu yoyote yule aweze kujitokeza ili angang'anie kinyang'anyiro cha uraisi nchini Kenya, aweze kupiga kampeni zake ili wana waende kwenye debe wakachagua yule kiongozi ambao wanataka. Kikweli, Wakenya wengi sana wanaenda kwenye street wa Kigoma na kufanya maandamano mara kwa mara, na kauli yao moja kwa pamoja wanasema Ruto must go, yani yani Ruto aweze kutoka kwenye uongozi wa nchi ya Kenya, yani yule ambaye ni rais wa Kenya aweze kutoka na hayo. Ama hiyo ndio kauli ya wanaKenya, ama hiyo ndio kauli ya vijana wengi ndani ya nchi ya Kenya. Sasa kwa sababu ya hivyo, watu wengi wameweza kujitokeza na kulalamika ama watu wengi wameweza kujitokeza ili kutoa azma yao kwa Wakenya na kuambia endapo itafika mwaka wa elfu mbili ishirini na saba, mimi nitanyang'anyia ama mimi nitakuwa mtu ambaye natarajia mnipe kura ili niongoze hino nchi ya Kenya because uh, at the moment vijana wa nchi ya Kenya wameshikilia ya kwamba Ruto must go, lakini hawajakuja kwa kauli moja na kusema after Ruto has gone. Yaani hawajakuja kusema kwamba tukimtoa Ruto hapa kwenye uongozi ni nani ambaye tunafaa tumuweke kwenye huna uongozi, kwa sababu nchi lazima ikuwe na kiongozi. Nchi haiwezi ikaendelea bila kuwa na kiongozi so tukimbandua Ruto lazima tuweke mtu mwingine hapa. Sasa hilo ndo swali kubwa sana ambalo linataka kuita vijana wa Kenya kwenye mkutano hapa, na tujiulize ni nani halisi ambaye tunadhania ya kwamba akiketi kwenye kile kiti cha uongozi cha urais ndani ya 254, ambaye atageuza maisha ya vijana wa Kenya ambaye atatoa ile dhulma ambazo zinaendelea Kenya ambaye atafanya vijana wasiendelee kuuliwa kama tunavyoona sasa hivi ambaye atafanya vijana wasitekwe nyara kama tunavyoona sasa hivi ambaye atafanya vijana wengi wapate kazi ambao wanahangaika mitaani bila kazi ambao atafanya vijana wengi sasa hivi wapate mahali pa kupata chakula ama chakula kiuzwe urahisi ama kwa bei ile ambayo inaweza ikafikia mwananchi wa kawaida, mambo mengi ambayo tutatarajia kwa kiongozi anayekuja lakini, je, tushajiuliza ni kiongozi gani ambayo ni sahihi ambaye wananchi wa Kenya watamkubali ama wananchi wa Kenya wataridhika naye na kumpa kura kwa wingi ili waweze kumtoa Rais William Samoei Ruto kwenye uongozi? Kwa nini nasema hivi? Last time tulipokuwa kwenye maandamano, watu wengi ama vijana wengi sana walienda na yale maboma, kwenye yale maboma ambayo yalikuwa yameandikwa, Matiangi can take over from William Samoei Ruto. Watu wengi walikuwa wamekubaliana kwamba huyu jamaa huyu mwamba ambaye anajiita Matiangi ambaye wakati wake akisimama kama minista ama waziri alikuwa na misimamo mikali sana, ambapo watu walijua ya kwa kwamba huyu huenda akawa anachukua miguu ama anachukua zile nyayo ambayo marehemu Magufuli kule Tanzania ambayo alikuwa ako nayo, kuwa na misimamo huenda kwenye zile sekta muhimu muhimu, yeye mwenyewe pasi kutuma mtu yoyote na kwenda kukagua yeye mwenyewe kwa mwenyewe na kuongea na wananchi directly yeye mwenyewe kwa mwenyewe n a zile sera za wananchi na kuja kuzifanyia kazi vile ambavyo inapaswa. Lakini baada ya kwamba Matiangi amerudi nchini, baada ya kwamba ameketi Amerika kwa muda, aliporudi nchini na kutoa azma yake na kusema kwamba nimejitokeza sahino mwaka wa elfu mbili ishirini na saba, niko hapa na waomba kura zenu, mnipigie kura. Vijana pia vilevile wamekuja na kukashifu baadaye na kusema kwamba hata wewe Matiangi pia hatukutaki, kwa sababu wewe pia uko na ideas ama wewe pia uko na mienendo kama ya Kasongo ama wewe pia uko na mwenendo kama ya William Samoei Ruto hatukutaki, so wewe tunataka hatu hatu mtu mwingine. Wewe ni kama wewe ni project ya William Samoei Ruto, wewe ni project ya Uhuru Muigai Kenyatta. So it is as if Kenyans now they are not ready for Matiang'i, so we are just like asking ourselves, ni nani ambaye atakuwa sasa atamtoa William Samoei Ruto pale. Kulikuwa na kijana mwingine ambaye alikuwa anajiita Morara Kebeso. Alipo Morara Kebeso alipojitokeza, pia nakusema kwamba anataka uraisi Kenya. Vijana wengi sana walimsupport. Watu wengi sana sana sana, sana, walimsupport wakachanga pesa. Huyu jamaa alikuwa anachangiwa pesa mpaka billions of money ili aendeleshe kampeni yake. Akanunua ya gari ya kufanyia campaign, akanunua speakers, zile system ya kufanyia campaign, akapewa pesa kwenda kwa ma national television ili kufanya interviews, akapewa pesa ambao angeweza kusafiri nchi nzima kufanya campaign na vijana ambao wanaishi nje ya Kenya pamoja na wale ambao wako ndani ya Kenya, ambapo alikuwa ametoa namba ili watu wamchangie kupitia M-Pesa services na After baada ya muda kidogo tu, haikumaliza hata mwaka, vijana wale wale pia ambao walikuwa wamesema yule ndio mtu ambayo atakuja atampiga kura ila kwa rais, wakamgeuka tena na kusema kwamba wewe ni project ya Gashagwa, wewe ni project ya William Samoei Ruto, unamtetea Ruto, sahihi. Kwa hivyo wewe pia hatukutaki, sahihi. Tunataka mtu mwingine. Kwa hivyo wewe pia nenda zako. Wakenya wenzangu, <sighs> hivi vitu yenye nafanya ni nyinyi mlinituma. Nyinyi ndio mlisema kwamba Morara, we want you to be consistent. Sasa nimekuwa consistent, mumeanza hati moshi, imekuwa mingi kwa jikoni, tutoke nje. So you can just imagine and ask yourself which ama who is the exact person ambayo wa Kenya wanataka ili waje waongozwe ama ni nani ambao Kenya wanataka aje waongozwe wa kuna uja mwingine pia ambaye anaitwa Gashagwa ambapo Gashagwa alikuwa mwana chini wa William Samoe Ruto ambapo alipokuwa impeached ama kutolewa kwenye serikali, Gashagwa alienda kwenye street na kumkashifu William Samoei Ruto na kuongea yale mabaya yote ambayo William Samoei Ruto anayafanya mitaani ama ambao alikuwa anayafanya ndani ya serikali na kumuita mkabila na kumuita mtu ambaye hataki kuongozwa ama mtu ambaye hataki kuchukua kauli za mtu yoyote yule. Baada ya hapo, watu wengi sana walionekana kumpenda Gashagwa na kuonyesha upendo kwa Gashagwa, hata wale ambao wametoka kwenye community ya Gashagwa ambao ni wa Kikuyu walikuwa wametoa ile azma yao kusema kwamba tutampigia Gashagwa kura ili aweze kumtoa William Samuel Ruto pale kwenye kiti. Lakini mwisho wa siku Wakenya wengine wamemkataa Gashagwa na kumwita yeye ni tribalism na kusema kwamba yeye hawamtaki kuwa pale kwenye kiti. Sasa swali litakuja hapa, ni nani ambaye anapaswa ama ni nani ambaye Wakenya ama wananchi wa Kenya, Kenya wataweza kumpigia kura ili aingie pale kwenye bunge, because tukicheza ama Wakenya mkiendelea kucheza ama sisi kama vijana ambao tunamiliki Kenya tukiendelea kucheza William Samoei Ruto ataweza kuongoza ile nchi ya Kenya kama vile ambavyo Museveni kule Kaguta Museveni ndani ya Uganda anavyoiongoza, kwa sababu ni kama sisi wapigaji kura tumechanganyikiwa, sisi kama wananchi tumechanganyikiwa, tuko tu, tu, tu, tu, tu pale kwamba Ruto must go, lakini after kwamba Ruto ameenda after kwamba Ruto has gone, who is to take over from Ruto? That's why are, uh, Raila Amolo Odinga alikuja akasema ya kwamba we always saying that Ruto must go. Must go to where, where, is, where, where, is Ruto? Where are we going to take Ruto to? Okay, tutamchukua Ruto tumpeleke Sogoi kwao, sawa? Lakini tukishamchukua tukimpeleka Sogoi kwao lazima nchi ikuwe na kiongozi ambayo ataendelesha kuongoza nchi. Ni nani huyo ambaye ni kiongozi? because uh, yule ambaye alipata kura nyingi baada ya Ruto alikuwa ni nani? Ni Raila Amol Odinga, but at the moment sahii Raila Amol Odinga ametuonyesha wazi kabisa kwamba yeye yuko ndani ndani ndani kabisa ya serikali, kumaanisha hatuwezi tukamtoa ati tuseme tunamtoa Ruto tumweke Raila. Tukisema hivyo nikaamb kama bado tumemtoa Ruto tukamweka nyumbani kwa siku mbili alafu tukamchukua tena wewe Ruto tukamrejesha kwenye serikali. So automatically hapa ndo kuna kizungu mkuti ambacho wa Kenya mpaka sahii wamekorogeka. Sijaona mpaka sahii kiongozi ambaye amesema anataka kupigiwa kura ndani ya Kenya ambapo Wakenya wamemkubali asilimia 90, ama asilimia mia moja, wote Wakenya watamkataa yule kiongozi, because at the, uh, just the other day niliweza kuweka picha anaweza kuweka video hapa ya Matiangi na kusema kwamba Matiangi huenda akawa kiongozi mzuri sana kulingana na msimamo yake ambayo akonayo, na ni mtu ambaye hataki upumbavu kabisa, ni mtu ambaye atakashifu masuala mazima ya corruption ukulaji, ukulaji, uh, ukulaji wa fedha ya serikali bila kufikia mwananchi wa kawaida. Hiyo ndio kitu ambacho tunajua Matiangi, akiingia na ule msimamo wake, kikweli atawanyorosha hawa wabunge wote na atawanyorosha hawa mawaziri wote, hivyo basi serikali itanyoka. Lakini vile vile bado pia ilikuja nikakashifiwa, nikaambiwa, Matiangi pia ni muaji, Matiangi pia ni mtu ambaye hakutetea vijana wa Gen Z. Hasa unaweza kujiuliza who is the exactly person ambao Kenya tunaweza tukamtegemea. I, I, I, I, I came and I suggested that uh, Dindi Nyoro, this guy from uh, uh, uh, Central Central kuna jamaa ambaye anajiita Ndindi Nyoro ambaye ni mmoja wa wabunge ndani ya Kenya, ambaye ameweza kutengeneza sehemu yake eneo bunge lake vizuri sana, ameweza kujenga shule, ameweza kupeana bursary kwa watoto, ameweza kuweka chakula kwa nyumba za eneo bunge lake. Watu wa eneo bunge lake wanamsifia mara kwa mara nimejaribu kusema basi, tumchukuoni huyu, tumweke kwenye uongozi. Utapata baadhi wanasema huyo bado ni kijana, hana experience ya kuongoza nchi ya Kenya. Tunashindwa na nchi kama ya Senegal, tunashindwa na nchi kama ya Burkina ambayo inaongozwa na kijana ambaye ako na msimamo ambaye hataki upumbavu kabisa, m -m -ku kuendelesha kuungana na wazungu. Kikweli, nchi ya Kenya ni nchi ambao ni tajiri. Kenya ni nchi ambao ni tajiri. Kenya ni nchi ambayo kena rasilimali kibao sana, lakini tunashindwa jinsi gani ya kuzitumia ili zitufaidishe sisi kwa sisi, isipokuwa zinafaidisha watu wengine ambao hawahusiki kabisa na nchi ya Kenya, sio tujiulize swali mimi na wewe After kwamba Ruto has gone as we are saying that Ruto must go, ni nani haswa ambaye anapaswa kuingia kwenye uraisi? Sitaki kupa choices, kwa sababu watu wengi wamejitokeza na kusema wanataka kuwa maraisi wa nchi ya Kenya. Hata juzi tuliweza kumwona Peter Salasia pia ambaye ni mbunge wa Mumias East ambaye alijitokeza na kusema pia ya kwamba anataka kupata kura za uongozi ili aongoze nchi ya Kenya. Kuna Kalonzo Musyoka ambaye pia amesema anataka kupata kura za nchi ya Kenya ili aongoze nchi ya Kenya. The lot of people ambao wamejitokeza lakini utaona Wakenya hawako asilimia mia kabisa nyuma ya wale viongozi ambao wamejitokeza. Na kumtoa William Samuel Ruto kumtoa, lazima Wakenya asilimia themanini tisini waweze kujitokeza na kusimama nyuma ya kiongozi mmoja ili kumpa kura ili mtoa William Samoei tu kwenye uongozi, ili yale maisha ambayo tulikuwa tunajua ni maisha mabovu yaliyosababishwa na yeye yaweze kupungua ama yaweze kutoka. Lakini acha nikwambie ya kwamba dunia nzima inalalamika na mfumo mzima wa kiserikali, kama tunavyoongea sahihi, na mateso, sio Kenya peke yake, lakini hata nchi zile za uzunguni na warabuni, sahihi, wanalalamikia upungufu wa fedha ama wanalalamikia upungufu wa uchumi ulivyokuwa mkali, sahihi, so, tuzidi kumuomba kumwomba Mwenyezi Mungu ili aweze kuturegesha kule kwa awali tulikokuwa, kwa sababu saa hii dunia inakoelekea ni kubaya.